Osha mikono yako kwa maji ya chumvi. Kila utakachokifanya kitabarikiwa na pesa hazitapungua nyumbani kwako. Chochote ambacho utakwenda kufanya kwa kutumia mikono yako kitaleta faida na utapata pesa nyingi. Hii ni siri kubwa sana ya utajiri ambayo nakwenda kuambia leo hii, na yeyote yule ambaye atakwenda kutekeleza jambo hili, basi atashuhudia muujiza wake. Kabla sijakwenda kukuelekeza namna ya kufanya, naomba nikukumbushe, kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, basi hakikisha unasubscribe ili usije kupitwa na masomo yetu mengine mazuri yanayofuata. Naomba nikuambie kwamba chumvi imebeba nguvu nyingi sana za universe na watu wengi sana wameweza kupokea miujiza yao kwa kupitia chumvi ya mawe. Kwa hiyo na wewe ukiamini, utaweza kupokea muujiza wako. Haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mwislamu au uwe Mkristo. Nguvu hizi za universe zinafanya kazi kwa mtu yoyote yule. Unachotakiwa ni kuamini katika nguvu za universe. Sasa basi kama unavyoona hapa Hivi ndivyo vifaa ambavyo tutavitumia kwa ajili ya speli yetu, na zoezi hili huwa linafanyika katika kila Jumapili ya kwanza ya mwezi, yaani tunapoingia katika mwezi mwingine mpya, ile Jumapili yake ya kwanza kabisa ndiyo siku sahihi ya kuweza kutekeleza swala hili, na muda ni muda wowote ule, unaweza ukafanya asubuhi, mchana au usiku, itategemeana na ratiba zako. Anayeruhusiwa kufanya zoezi hili ni mtu yoyote yule ambaye anatizama video hii. Kwa hiyo, hapa nina chumvi ya mawe, unaweza kuiona chumvi ya mawe ni hii hapa. Chumvi ya mawe inapatikana wapi? Huwa inapatikana kwa wingi sana masokoni, wanauza kwa kupima, wengine huwa wanafunga kwenye packet, na bei yake ni nafuu sana. Pia nina glass ya maji kama unavyoiona hii hapa si lazima utumie glasi kama ya kwangu. Kama unayo ya aina nyingine, labda ya bati au ya plastiki, pia unaweza ukatumia. Pia nina kijiko hiki hapa, na pia nina bakuli kubwa kwa ajili ya kunawia mikono. Unaweza kuliona bakuli langu ni hili hapa, na pia si lazima utumie bakuli kama hili kama unalo bakuli la aina nyingine yoyote ile unaweza ukalitumia. Na pia nina maji safi, haya ni maji ya kawaida tu. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukatumia maji yako yoyote yale ya kawaida, yanaweza yakawa ni maji ya bombani, maji ya mtoni, ya kisimani au hata maji ya mvua, ili mradi tu yawe ni maji masafi. Kwa hiyo hivi ndivyo vifaa vyetu ambavyo tutakwenda kuvitumia katika zoezi letu. Naomba nisisitize jambo moja tu, usifanye zoezi hili kwa kujaribu, kwa sababu ukifanya hivyo hautapata matokeo. Hakikisha umeamua kweli kweli na unaamini katika nguvu za universe. Nguvu za universe zimewekwa na Mungu mwenyewe, kwa hiyo ni hiari yako uamue kuzitumia au kuto kuzitumia. Kama unaamini katika nguvu za universe, tafadhali sana andika komenti yako hapo chini, nipo tayari kupokea utajiri. Kwa Waislam tunasema inshaallah na kwa Wakristu tunasema katika jina la Yesu hakuna linaloshindikana. Hatua ya kwanza utatakiwa kuweka maji kwenye lasi yako tamimina maji kama hivi, kisha utatakiwa kuweka kijiko kimoja cha chumvi ya mawe. Baada ya hapo sasa, tutachanganya ili chumvi iweze kuchanganyika vizuri na maji. Ukishahakikisha maji yako yamechanganyika vizuri, utatakiwa kuyaacha kwa muda wa lisaa limoja. Baada ya hapo likisha pita lisaa utatakiwa kuosha mikono yako kwa kutumia yale maji ya chumvi. Utanawa kama hivi. Hakikisha unanawa katika mikono yako yote miwili kwa sababu hii ndiyo inayofanya kazi. Kwa hiyo tunakwenda kuibariki ili chochote kile utakachokwenda kugusa kiweze kukuletea pesa. Mikono hii iweze kuvuta pesa nyingi. Kwa hiyo hakikisha unailoanisha mikono yako yote na maji ya chumvi. Sasa basi, wakati unanawa mikono yako kwa maji ya chumvi, utatakiwa uwe unatamka maneno yafuatayo. Chumvi inalinda na itanisaidia kuzalisha pesa nyingi na kamwe sitakuwa maskini. Pesa hazitapungua nyumbani kwangu. Unaweza kuona tayari nimenawa mikono yangu kwa maji ya chumvi. Mikono yangu yote imelowana maji ya chumvi. Sasa hapa hautakiwi kujifuta, utatakiwa tu kujikung'uta kidogo ili kupunguza maji maji, lakini hakikisha haujifuti na kitu chochote kile. Hiyo mikono yako utaiacha hivyo hivyo iweze kukauka yenyewe. Hii mikono kama mnavyoiona tayari imebeba nguvu nyingi sana za universe. Tayari imebeba baraka nyingi sana. Kwa hiyo basi chochote kile utakachokwenda kugusa kwa kutumia mikono yako kitakwenda kubarikiwa, utakwenda kupata pesa nyingi sana aidha, katika biashara zako, katika kazi yako yoyote ile ambayo inakuingizia kipato. Mikono yako ikisha kauka unaweza kuendelea na shughuli zako nyingine kama kawaida. Unaweza ukafua, kuosha vyombo au hata kuoga. Na haya maji ambayo umetumia kuoshea mikono yako unaweza kuyamwaga mbele ya nyumba yako na ninaomba niwatoe wasiwasi. Watu wengi sana wamekuwa wakiniuliza maswali kwamba je, baada ya kufanya zoezi hili, hakuna masharti mengine au hakuna madhara mengine yoyote ambayo yanaweza kutokea. Naomba niwatoe wasiwasi, hili zoezi ni salama kabisa kwa mwili wako na kwa nafsi yako. Hakuna kitu kibaya chochote ambacho kitakwenda kutokea. Zoezi lolote lile ambalo linahusisha chumvi ya mawe huwa ni kwa ajili ya kubariki na kulinda kwa hiyo hakuna jambo lolote lile baya ambalo linaweza kutokea kwako, na ndio maana hata makanisani huwa wanatumia chumvi kubariki. Hapa utakwenda kupata mambo mazuri ambayo wewe mwenyewe umekwenda kujitamkia au umejinenea. Kwa hiyo unavyojitamkia mambo mazuri, basi nayo lazima ya kufuata katika maisha yako. Nguvu za universe yaani, nguvu za asili za kiulimwengu zimeweza kuwasaidia watu wengi sana. Kwa hiyo na wewe ukiamini, utaweza kupokea muujiza wako na utaweza kupata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio yao. Mimi binafsi imeweza kuniletea matokeo mazuri sana, kwa hiyo huu ni ushuhuda ambao nautumia kuweza kuwafundisha watu wengine, ili na wao waweze kupata mafanikio. Naomba nikwambie kitu cha msingi sana. Unapoamini katika nguvu za universe basi lazima uweze kupata kile ambacho unakihitaji. Nguvu za universe zipo, ndugu zangu, zipo na zinafanya kazi. Ni wewe tu mwenyewe uweze kuamua kuzitumia au kuto kuzitumia, na unapoamua kuziamini basi lazima zikuoneshe maajabu. Kwa hiyo uamuzi ni wako, upo mikononi mwako. Kama unaamini andika hapo chini katika comment neno amina. Kwa hiyo naomba nikutakie kila la heri katika utekelezaji wako, na ninaamini Mungu atakwenda kukutimizia hitaji la moyo wako. Naomba nikwambie kitu kimoja, video inayofuata hakikisha haikupiti sasa. Ili isikupite, hakikisha una subscribe channel hii na kulike video hii. Kama utakuwa na swali lolote lile ambalo linakutatiza kuhusiana na video hii niandikie comment hapo chini, nami nitakujibu.